Muranga seneta Joe Nyutu, <coughs> eh Bishop Ito, Bishop Kariuki, your excellency eh rais wa sita wa jamhuri ya Kenya, pamoja na eh, your excellency reverend Dorcas na atagolielo the mukite, mimi nataka nikuwe mfupi sana wa maneno, kwa sababu maneno mengi yamesemwa na mimi nimekubaliana na iyo maneno yote ambayo yamesemwa. Wale watu wa Muranga, mimi naona mkisimama, mnachungulia muone kama ni mimi. Ningeataka kufahamu Methu seneta mwega Ça ne touche à rien à Na ninataka ni, nimesikia Antije akiomba msamaha kwa sababu yeye pamoja na Deputy President na watu wengi hapa walifanyia William Ruto campaign. Antije, ni mimi nataka nikupatie comfort. Kama ingekuwa ni mimi, siwezi kuomba msamaha. Nikiangalia William Ruto huda ni mtu alikuwa yani anatumia nguvu yenye hauwezi kuelewa. Kama alidanganya mimi, akadanganya Rigathi Gachagua. Na akadanganya bishop mwenye amemwagiliwa mafuta, sisi ilikuwa ni nani? Na tena kama alitudanganya sisi watu wote, akatwambia ati ile kitu inaweza kutoa chini itupeleke juu ni wheelbarrow ambayo nyinyi mnajua ni ya mguu mmoja na haiwezi kusukuma bila kusukuma. So ni sawa tu tukubali tu hiyo maneno ilienda na tutaenda sawa sawa. So mimi nataka nikuwe mfupi sana wa maneno. Thank you very much your excellency the deputy president. No adwa Muranga gwada kwa jiri ya na inyue, ni mwake na ni kuona jini kihara o kete kumusherera, ni mwake na ni kuona kagushia o kete kumusherera, ni mwake na ni kuona kwa ibuli wajuja o kete kumusherera nimwakena nikuonaga kuya okite kumucherera riu nainyui nonginya mugike oguo mwaigua wega nigutuona guku umuthi andu anyadara matinanyona ithe tiguo riu nainyue mutunengere wakii muriu na mutunengere junyutu nigetha marute wira wa bururi tondu ni andu maraturutira wira mwega nimukumuherutha kiumia mwaga muriu nimukanegena muuge mutiramuona junyutu mwamwaga kiumia nimukanegena mu maherutha uria atogoria ange mahetwo rutha nigetha moke matuteithie kuruta wira wa uh, furuli nigetha matore furuli bere wa mwisho. Nimesikia maneno umesema Mheshimiwa Kagusha ni sawa sawa. Unajua mimi nimesikia Ruto amesema siku ile baada ya hapa atakuwa pasta, na mimi baada ya hapa mimi sitaki niwe pasta kwa sababu hiyo kazi yenu bishop ni kazi ngumu. Unajua wewe kazi umepatiwa ni ya kutupeleka binguni na wewe ndio unajua njia ya kwenda mbinguni, na wewe mwenyewe haujaenda mbinguni ndio utuonyeshe hiyo njia, lakini sisi tunakufuata tu na tunajua hiyo kazi tutaweza. So mimi nataka tu mimi nikuwe kazi ya kufuata wewe, utuonyeshe na tutakufuata. Lakini kwa Biblia mahali fulani ambayo mimi sijui kama tukeshove kwa, iko mahali kwa Biblia, kitabu yenyewe mimi sijui, mstari yenyewe mimi sijui, hata vasi ya mimi sijui, lakini iko mahali imeandikwa itakufaidi nini ukipatia dunia nzima alafu ukose ufalme wa binguni. Sasa William Ruto itamfaidi nini akipatia hiyo mabilioni yote, unasema, alafu aendelee wa kufinya watu ya Kenya, si itakuwa yeye ameenda huko huko huko mahali penye, nimesikia Koimburi amesema, binguni atakataliwa tena kwa shetani. Atasema hapana, ile tulikuwa tunachukua wale ambao wamekosea, lakini huyu amezidi sana. So eh, tunataka kumuomba akue ah, mtu mwenye anafikiria watu wa eh, area hii eh, mwisho kabisa, mheshimiwa Deputy President, unajua mimi nimeona wale watu wanashindana na, na sisi wanakasirika wanasema chama yetu iko na rangi mbaya sijui chama yetu iko na shida gani sijui chama yetu iko na jina ndefu sasa wakati adui dui yako anakuambia ungekuwa kuhonoka hahari hali shetani yahule makofi ile kihonoko kiu ni kiamu ile ndio ile ukuraga kihonoko kiu no shetani agira akarari ora honoka ri hauhe na mahitia kweli adoshi akasogoma agira akara tukihigura kiamu hena mahitia kweli

abuge aya marauga ati ni marona ni mathiete ururi ithi ti magiuke nigetha matuthikiriria na mathikiriria ura fururi urathi na mbere uguo wakuje waungana na sisi. Jambo la mwisho ambao mimi nataka niseme, nimeona kwa mitandao jana, tulikuwa hapa Muranga, iko watu wanasema ati sisi tumetusi rais William Ruto. Mimi nashangaa kweli, rais William Ruto ni mtu anaweza ongea maneno ya kutusi watu wengine? Mtu ya kwanza kuita Uhuru Kenyatta mlevi alikuwa nani? Mtu ya kwanza kuita Raila Odinga Muganga ilikuwa nani? Sisi hatujadanganya, sisi tumesema tu ni mwizi hapa, tumekutana na nani na sisi tumesema tu maana ukweli. So sisi tunasema ukweli, yeye alisema uongo. Na atulie tu na apoe tu pole pole, sisi tuungane na tutashughulika na tutamfukuza. Maybe the last one, mheshimiwa Murego na sijui ni nani amesema, ni mheshimiwa Jeni amesema, rais wa jamhuri ya Kenya amesema anataka kuunganisha wakenya wote, ati wakenya kutoka pande hii na kutoka pande ile, na wakati anaunganisha wakenya sisi anatuita wa kabila sisi tukimchagua alikuwa anaitwa kama wa Mandungu, ama, ama, ama wa Idherero. Sisi alikuwa anaitwa William Ruto na tulijua yeye ni mkale nchini na tukamchagua. Sisi tunaweza kuwa wa kabila kweli? Na tena kama anaunganisha wa Kenya, hata kama mimi mimi na Rigathi Gachagua na John Nyoto, sisi ni weusi sana. Sisi hapana Sudanese, sisi ni watu ya Kenya. Kwa hivyo kama anaunganisha watu, hata na sisi ni wa Kenya hawa wenye anataka kuunganisha na anatufukuza na anatukosea. Kwa hivyo mimi sitaki nikisema kuzidi hapo. Asanteni sana, thank you very much. Asante, Senator Methu.